fungu letu ni kutoka kitabu cha Zaburi Kiburi, sura ya ishirini na nne mstari wa tatu na mstari wa nne. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili, wala hakuapa kwa hila. Tuombe. Mungu wetu, baba wa mbinguni, tunashukuru kwa kutupa neema ya kuamka na kuanza siku hii kwa kutafakari ujumbe wa kesha la asubuhi. Tunakushukuru kwa upendo wako, rehema zako na ulinzi wako juu yetu. Bwana, tunapokaribia kujifunza neno lako, tunaomba Roho Mtakatifu atuongoze, atufundishe, aturekebishe na tuweke karibu zaidi na tabia ya Kristo. Tufanye kuwa watu wenye mikono safi na mioyo iliyotakaswa kama ulivyoagiza katika Zaburi ishirini na nne. Ee Mungu, Tunaikabidhi Tanzania mikononi mwako. Ibariki nchi hii, bariki viongozi wake, bariki familia zetu, bariki vijana, bariki wazee, bariki kanisa lako la Waadventista wa Sabatu popote na makanisa mengine yote yanayohubiri kweli. Leta amani, leta umoja, leta haki itawale. Walinde watumishi wako wanaohubiri Injili, na uinue mioyo ya watu waweze kusikia na kukufuata. Bwana Uwe nasi sasa katika somo hili, tupe nguvu ya kuishi kama Kristo na kutembea katika njia zako. Tunaomba haya kwa jina la Yesu Kristo bwana wetu, amina. Kuwa Mkristo ni nini? Ni kuwa kama Kristo, ni kufanya matendo ya Kristo. Wapo ambao hushindwa katika jambo moja na wengine katika jambo lingine. Wengine si wavumilivu kwa asili shetani anaelewa udhaifu wao na anaweza kuwashinda mara kwa mara, lakini asiwepo wa kukatishwa tamaa na hali hiyo. Wakati wowote wa maudhui na majaribu yanapoinuka, muombe Mungu kimya kimya akupe nguvu ya neema na kuchukuliana nayo kwa subira. Kuna nguvu katika ukimya. Usitamke neno lolote kabla hujapeleka maombi yako kwa Mungu wa mbinguni. Kama utafanya daima muda si mrefu utaweza kuishinda tabia yako ya hasira za haraka na utakuwa na mbingu ndogo hapa duniani, huku ukiwa unaielekea mbingu kuu. Mungu anatawala watu wake, kusafisha mikono yao na kutakasa mioyo yao. Je, kwa kufanya hivi watakosa furaha? Je, itawaletea huzuni katika familia zao ikiwa watakuwa wema na wenye subira, wenye adabu na uvumilivu? Si kweli? Wema wanaoonesha kwa familia zao utarudishwa kwao wenyewe. Hili ni jukumu linalopaswa kufanyika majumbani. Kama wanafamilia hawajajiandaa kuishi kwa amani hapa duniani, basi hawako tayari kuishi katika familia itakayokutana kuzunguka kiti cha enzi kikubwa cheupe. Dhambi siku zote huleta giza na utumwa, lakini matendo mema yanaleta amani na furaha takatifu. Katika siku ya mateso, wakati adui akitushinikiza, tutatembea katikati ya malaika, watakuwa kama ukuta wa moto kutuzunguka, na siku mmoja utatembea pamoja nao katika mji wa Mungu. Haujawahi kuwepo wakati ambao watu wa Mungu wanapaswa kuwa na hitaji kubwa la kudai ahadi zake kuliko sasa. Hebu mkono wa imani upite giza na kushikilia kwa nguvu mkono wenye nguvu isiyo na ukomo. Wakati tunazungumzia umuhimu adhambi, wa kuachana dhambi, kumbuka kuwa Kristo alikuja ulimwenguni kuwaokoa wa dhambi, kwamba aweze kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye. Tunayofadhili kuamini kwamba damu yake inaweza kutusafisha na kila doa na uchafu wa dhambi. Hatupaswi kuiwekea mipaka nguvu ya Mtakatifu wa Israeli. Anatutaka tumjie kama tulivyo, wa dhambi na wachafu. Damu yake ina nguvu. Ninawasihi msimhudhunishe Roho wake kwa kudumu dhambini. Kama ukianguka katika jaribu, usife moyo. Ahadi hii inatujia hata sisi wa wakati huu, na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi wa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Ninahisi kuwa kwa sababu ya ahadi hii moja, wimbo wa shukrani kutoka vinywani mwa wanadamu haupaswe kukoma. Hebu na tukusanye vito hivi vya thamani vya ahadi. Na pale shetani anapotushtaki kuhusu dhambi zetu na kutujaribu ili tutilie mashaka uwezo wa Mungu wa kuokoa, hebu na turudie maneno ya Kristo, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Na Historical Sketch 157, ya 158. Tuombe. Baba yetu e mbinguni, tunakushukuru kwa kutufunisha tena kuwa mkristo ni kufanana nawe katika tabia na matendo. Tusaidie kuishi maisha ya upole, uvumilivu na ushindi wa tabia kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. Tumekumbushwa kuwa damu ya Yesu ina nguvu ya kututakasa na kutuinua hata tunapoanguka. Tunakushukuru kwa ahadi kuwa tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Tuweke imara katika imani na usiruhusu tuanguke na kukata tamaa katika safari yetu ya wokovu. Tunapolimaliza kujifunza kesha hili, tunaomba uendelee kutembea pamoja nasi katika siku hii. Tuvike silaha za kiroho, tuilinde mioyo yetu dhidi ya majaribu na utupe amani ya mbinguni. Ubariki kazi za mikono yetu na kutuwezesha kuishi kwa utukufu wa jina lako. Tunaomba haya kwa jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amina.